Ah, habari za wakati huu tena ah, leo nataka niwape faida ya kutumia chumvi ya mawe. Faida ya kutumia chumvi ya mawe kwenye chakula chako, faida yake ni ipi kutumia chumvi ya mawe? Kwanza, chumvi ya mawe inakusaidia wewe ambaye una matatizo ya matatizo ya pressure, moyo, nguvu za kiume ah, da chumbo ina kusaidia wewe kuweza kufanya uponyaji wako weze kwenda kwa haraka, matibabu yako yaweze kwenda kwa haraka kama unatumia dawa matatiba..., matibabu yako yaweze kwenda kwa haraka kuharaka, anapenda kutumia chumvi ya mawe, sio chumvi, sio chumvi hii ambayo tayari ilishaondolewa baadhi ya madini ambayo yani, ambayo imeshapea kiwandani, sio hii inayozungumzia chumvi ya andani, hiyo, mwezu, mawe ambayo haina kemikali yoyote. Hapa nazungumzia chumvi ya mawe ambayo haina kemikali yoyote. Tumia chumvi ya mawe, itakusaidia sana na utaona mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yako, utaona mabadiliko makubwa sana kwenye afya yako. Itakusaidia kwanza, kama wewe una changamoto ya kupata usingizi, yaani wewe, usingizi kwako, kupata usingizi imekuwa ni changamoto, tumia hii chumvi ya mawe. Baada ya wakati umemaliza kula, kunywa chumvi ya mawe glasi moja, ma, glasi moja ya maji ambayo imechanganya chumvi ya mawe, kunywa, utapata usingizi mzuri. Kama una shida ya misongo ya mawazo yani wewe unakaa unawaza, itakusaidia itakusaidia kwanza hata kwenye ubongo wako, wewe uweze kufikiria, yani usikae kuwaza waza, yani hata akili yako iweze kufanya kazi kwa haraka. Itakusaidia katika matibabu yako wewe, kama una shida ya vidonda vya tumbo, una shida ya pawasi, una shida ya presha, una shida ya kisukari, matatizo ya moyo na maradhi mengine ya nguvu za kiume itakusaidia sana. Una tezi dume itakusaidia sana penyelea kutumia chuvia kwa ko pendelea kutumia chumvi ya mawe itakusaidia, na utaona mabadiliko makubwa kwako, utaona mabadiliko makubwa kwenye familia yako. Hivyo unavyofanya hivi, hata mtoto wako mdogo naye hatakuwa hata anafurahia kufanya kile kitu, kwa hiyo utamsaidia na yeye pia mtoto wako kuweza uweza na yeye kujitibu maradhi mbalimbali bila yeye kujua, na unajua kile unachokifanya, hata mtoto wako anakuwa na yeye anakipenda na yeye anakuwa anaiga. Ukifanya kula ushibe, usitumia vyakula vya wanga, tumia chumvi. Tupendea sana matumizi ya chumvi ya mawe. Achana masuala ya sukari, sukari nazidi ndio inazidi kutumaliza zaidi. Tumia chumvi ya mawe, ni salama kwako kwa. Itakusaidia wewe uweze kupona maradhi yako mbalimbali. Asante sana, naitwa Edi, niko Mwanza. Kama nyuma yako ya kwanza kuingia katika chaneli hii, usisahau kusubscribe, usisahau kushare na kucomment video mbalimbali nazoendelea kuzituma huko ndani. Zitakusaidia sana wewe uweze kupona changamoto yako ulio nayo. Asante sana na Mungu akubariki.